Tuingie katika maombi haya ya siku ya leo. Wewe simama kama kuhani wa zamu, sawasawa na kitabu cha Habakuki mbili, anasema nasema nitasimama nita, katika zamu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu amekupa neema ya kusikiliza, kwa sababu ni zamu yako. Tuende mbele za Mungu kumwambia Mungu, basi tunaweza kwenda mbele za Mungu. Mungu wetu na baba yetu, uketiye mahali pa juu palipoinuka sana tunakia sababu ya kusema sante kwa ajili ya neema na uaminifu wako. tunakia saab ya kusema ane kwa ailiya upendo wako. E, bw tunaki kusema ksma kwa kuwa kwa fadhili zako ni za milele. tunakia saab e, ya kusema ane kwa ajili ya wasahuu ambao mungu umeweza kuachilia juu yetu e, Bwana. si tulistahili sana na si mtakatifu sana lakini neema yako Bwana imetupendelea, lakini ni kwa pendo lako Mungu na fadhili zako juu ya maisha yetu zimetupendelea. Tuna kila sababu ya kushogea mbele zako e eh, Bwana, tukizidi kushuka na kuomba toba Mungu kwa ajili ya familia zetu. Kumbuka lema kwa ajili ya wazazi wetu, kumbuka lema kwa ajili roho ya ya mtakatifu Mungu ya family members wenzetu e eh, Bwana, na ukumbuke pia lema kwa ajili yetu e eh, Roho Mtakatifu. Tumetenda leo machukizo mbele zako, tukaenda Roho Mtakatifu kinyume na mapenzi yako e eh, Bwana hata kusahau ya kwamba wewe ni Mungu wetu, hata kusahau ya kwamba wewe ndiye uliyetukutanisha pamoja kama familia. Yesu tunakia sababu ya kusogea mbele zako, tunaomba rehema, tunaomba neema yako Bwana ikapate kuwa juu yetu, ewe Bwana ukaachilie rehema zako sasa. Neno lako umesema kwamba, Roho Mtakatifu, ikiwa wana wako tulioitwa kwa jina lako tutajinyenyekesha na kutubu makosa yetu, ukasema ya kwamba wewe utasamehe na kuiponya nchi yetu. Na sisi Roho Mtakatifu tunasimama Bwana sasa, kitabu cha Habakuki, tunasimama katika damu yetu Yesu kwa juu ya familia ukakumbuke ilemaro Mtakatifu Mungu wetu aliye hai, mahali tulipolala kama familia na kuacha na kuacha mlango wazi na shetani akapitisha ajenda zake juu ya maisha yetu tuna kila sababu ya kuomba rehema mbele zako katika jina la Yesu Kristo wetu aliye hai. Ukaachilie rehema zako Bwana, ukaachilie neema yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, tunaiachilia hiyo damu yako ikapite katika malango ya familia zetu ikatakase. Roho Mtakatifu Mungu wetu aliye hai, tunaachilia nguvu zako na uaminifu wako e, Bwana ukatamalaki Roho Mtakatifu katika malango ya familia yetu, kila Roho Mtakatifu Mungu, Roho Mtakatifu, aina za magugu zote ambazo adui, Roho Mtakatifu, ameweza kupanda katika malango ya familia zetu, ewe Bwana tunang'oa kwa jina la Yesu Kristo. Sasa nilako umesema ya kwamba kila aina ya mapando yote yasiyopandwa na wewe Mungu wetu uliye hai, yakoma yatang'olewa, yakoma yatang'olewa. Nasi tunasogea mbele zako Roho Mtakatifu uliye hai, tunang'oa kila aina ya mapando ya kuzimu, tunang'oa kila aina ya mapando ya adui, tunavunja kwa jina la Yesu Kristo, tunazivunja hizo nila kwa damu ya Yesu Kristo, tunavunja hizo nila kwa damu ya Yesu Kristo, kila aina ya vifungo tulivyofungiwa katika maisha yetu kila kila aina ya vifungo tulivyofungiwa katika hatima za familia zetu, tunavunja kwa damu ya mwanakondoo na zetu liye hai, tunavunja kwa damu ya mwana kondoo na zetu liye hai. Roho Mtakatifu, tunakesha habia ya kushogea mbele zako e Bwana, tukizidi Roho Mtakatifu kusimama kwa ajili ya familia zetu, e eh Bwana, tukizidi kuzisogeza familia zetu mbele zako e Bwana, tunakataa Roho Mtakatifu Mungu, kila nguvu za giza, kila mipango ya adui inayoweza kusimama juu ya familia zetu e Bwana, na kupitisha ajenda zote zisizokuwa za kwako zilizo kinyume na mapenzi yako katika familia zetu, tunazivunja kwa damu ya mwana kondoo liye hai. Tunakataa Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu, mipango yote ya adui, Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu, anayetumia Roho Mtakatifu na njia zote anazotumia kupita katika familia zetu e Bwana, na kupanda magugu, Roho Mtakatifu

familia zetu ambao amekwisha kuyapanda juu ya wazazi wetu ambao amekwisha kuyapanda juu yetu sisi kama watoto katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu aliye hai. Tunavunja kwa damu ya mwana kondoo wetu aliye hai kila mapando ya adui, roho mtakatifu, aliyekwisha kuyapanda roho mtakatifu, Yesu, katika ndoa zetu. Tunakataa kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wetu aliye hai. Tunaiachilia hiyo damu yako itakasayo na kurejesha, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu aliye hai. Hiyo damu yako ikafike kila aina ya nguvu zote za giza, hiyo damu yako, roho mtakatifu, Mungu wetu Yesu Tunawachilia uaminifu wako E Bwana. Tunalina Roho Mtakatifu malango ya familia. Tunakataa kila laana zote Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu zinazoweza kupita katika familia yetu kwa kuwa Roho Mtakatifu malango yetu yako wazi. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunalosogea mbele kwa mkatifu Mungu wetu Yesu. Tunavunja kila hata aina ya maneno e Bwana, ambaye amekisha kutamka juu ya familia zetu, ambaye ameachilia laana, ambaye ameondoa amani katika familia, ambaye ameondoa upendo katika familia, ambaye ameondoa mafanikio katika familia, katika jina la Yesu Kristo. Kila malango yaliyoondoa roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu amani katika familia, tunavunja kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaiachilia damu yako katakase katika malango ya familia zetu. Tunaachilia uaminifu wako katika jina la Yesu. Yesu, ajenda ya pili, tunakwenda mbele za Mungu kuachilia mapenzi ya Mungu yakapate kusimama katika familia ili kuzuia mlango ambao mmoja hapo katika familia anaweza akawa ni akaf, akawa ni chanzo cha anguko katika familia. Bwana Yesu, tunakia sababu ya kusogea mbele zako, tunaachilia Roho Mtakatifu, Mungu wetu Yesu, mapenzi yako, kwa kuwa tumekwisha tumekwisha kuomba kuomba toba toba na tukaamini Mungu, kuomba na tukaamini ya Mungu Yesu, ya kwamba kwamba tumeamini Mungu kwa kuwa tumekwisha tukaamini, umesamee umekwisha kusamee e Bwana, tunasogea mbele zako pia, e Bwana, tunaachilia mapenzi yako yakapate kusimama. Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu Kristo anaweza tule hai juu ya familia zetu. Mapenzi yako Roho Mtakatifu yakapate kutimizwa huko duniani katika familia zetu kama ilivyotimizwa huko mbinguni. Ewe Bwana Roho Mtakatifu Mungu, kuweza kusimama. Roho Mtakatifu Mungu, tulie hai kama chanzo cha nguvu katika familia zetu tunasambaratisha kwa damu ya mwana kondoo anazae tuliye hai katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia waaminifu wako Bwana, ukapate kuwa juu yetu. Tunaachilia fadhili zako, he Bwana, zikapate kuwa juu yetu. Tunafunga haya malango kwa damu ya Yesu, tunafunga haya malango kwa damu ya mwana kondoo anazae tuliye hai katika jina la Yesu Kristo. Tunasambaratisha kila nguvu za giza, tunasambaratisha kila malango ya kuzimu, he Bwana Roho Mtakatifu Mungu. Tunakataa kwa damu ya Yesu Kristo anazae tuliye hai kila aina, Roho Mtakatifu Mungu ya roho ambazo Mungu zinaongoza Bwana na kusimama katika msingi ya familia zetu tunazisambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo ntuliye hai masasaa nko mtakatifu Mungu limesema ya kwamba hatua za mtu zitaongozwa na Bwana, hatua za mtu zitaongozwa na Bwana Roho Mtakatifu Mungu, achilia neema yako ye Bwana ya sisi kama wanafamilia wote Mtakatifu Mungu katika familia zetu kutembea katika mapenzi yako, kutembea katika mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Unazaitu ile hai kwa damu ya mwana kondoo, unazaitu ile hai. Tunaiachilia damu yako ee Bwana, adui asipate nafasi. Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu, ya kumtumia hata mmoja hapo katika familia zetu, ee Bwana, Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu, ili kuwa chanzo cha anguko la familia. Tunafunga mlango kwa damu ya Yesu Kristo, unazaitu ile hai. Tunaachilia ulinzi kwa kila mmoja mmoja katika familia zetu, tunaachilia ulinzi wako na uwepo wako Roho Mtakatifu

Roho Mtakatifu Mungu watu, unatafuta mtu mmoja mmoja katika familia unatafuta, Roho Mtakatifu Mungu, mtu mmoja mmoja katika familia. Kwa kuwa Roho Mtakatifu, kila mmoja uliachilia kusudi lako ndani yake, tunakihesabia kusema asante kwa ajili ya neema yako, tunakihesabia kusema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Tunaziachilia nguvu zako e Bwana, tunawaachilia uaminifu wako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Na kile sababu ya kuachilia uwepo wako Roho Mtakatifu Yesu katika wanafamilia wote. Tunajifunika kwa damu yako e Bwana. Tunafunika familia zetu kwa damu yako. Tunafunika familia zetu kwa damu yako. Adui asipate Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu Kristo nafasi ya kupita katika familia zetu. Kwa kuwa tumekubali e Bwana kusimama katika zamu zetu e Bwana. Tumesimama Roho Mtakatifu Mungu katika zamu zetu. Tumesikia sauti yako na kuamua kusimama katika zamu zetu. Tunaiachilia damu yako ikasimame kama mlinzi. Tunaachilia waamini wote wapate kusimama kama mlinzi, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo na wana neno lako mtakatifu Mungu limesema ya kwamba maana wao mtakatifu Mungu akamshinda kwa damu mwana kondoo na kwa ushuhuda wao Roho Mtakatifu Mungu atulie hai, nasi tunasimamisha hiyo damu ya mwana kondoo, tunasimamisha hiyo damu ya mwana kondoo katika familia zetu, ikaachilie ushindi, ikaachilie ushindi e Bwana, ikaachilie ushindi, ikaachilie ushindi katika familia zetu katika jina la Yesu Kristo, na zetu aliye hai. Karibu e Bwana, karibu e Bwana, ukalinde wana familia wote Roho Mtakatifu katika familia zetu asitokee hata mmoja Roho Mtakatifu atakayesababisha Roho Mtakatifu Yesu kutokea sala katika familia kutokea nguvu katika familia kupoteza uwepo wa Mungu katika familia kupoteza uwepo wa Roho wako Mtakatifu katika familia katika jina la Yesu Kristo, bali Roho Mtakatifu Mungu uwepo wako apate kuwa juu yetu katika jina la Yesu Kristo na tulie Ingia mbele za Mungu, achilia ulinzi juu ya watu Mungu waliowaweka kuwa wasimamizi katika familia. Achilia damu ya Yesu ikasimame kama ulinzi juu ya hao watu. Achilia neema ya Mungu ikapate kuwa juu yao, ili Mungu awalinde na kuimarisha katika hatua zao zote. Roho Mtakatifu tunakia saabu ya kushogea mbele zako, tunaiachilia pia damu yako ye Bwana juu ya watu. Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu ambao Mungu umeweza kuachilia katika familia yee Bwana umeweza kuachilia Roho Mtakatifu Mungu kwa katika familia zetu we Bwana, kwa ajili ya kusudi lako Roho Mtakatifu Yesu, watakaoweza kushimama Mungu na kuinua hatima za wengine, tunaiachilia hiyo damu yako Mungu ikapate kupita juu yao, neema yako Mungu ikapate Roho Mtakatifu Yesu kuwafunika, maana neno lako limesema ya kwamba, Bwana asipoulinda mji, yeye alindaye afanya kazi bure, yeye alinayefanya kazi bure. Nasi Roho Mtakatifu tunajua hatuna namna ya kuweza kujilinda au kuwalinda Roho Mtakatifu Mungu, watu ulioweka Roho Mtakatifu kama wasimamizi katika familia ye Bwana kama Roho Mtakatifu, washaidizi wa, wa hatima za wengine katika familia, hatuna namna ambavyo mungu tunaweza kuwalinda lakini wewe mungu unaweza kuwalinda lakini we Mungu unaweza kuwafunika. Tunaiachilia damu yako ikapate kuwafunika, tunauachilia uaminifu wako e Bwana ukapate kuwalinda e Bwana, katika jina la Yesu Kristo hai sasa. Na Roho Mtakatifu Mungu umesema ya kwamba onjeni muone ya kwamba Bwana ni mwema, onjeni muone ya kwamba Bwana ni mwema. Roho Mtakatifu Mungu umesema kwamba malaika zako ufanya kituo akiwazunguka wale wamchao na kuwalinda nasi. Roho Mtakatifu tunaiachilia damu yako, tunaachilia malaika zako wazamu. Roho Mtakatifu na uwepo wako ukapate kuwa juu yao ukapate kuwafunika tunaweka mbali na kila vizuizi vya adui, tunaweka mbali na kila mipango yote ya adui, tunaisambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo, anazaitolea hai. Tunakiri sababu ya kusema asante kwa ajili ya neema yako, tunakiri sababu ya kusema asante kwa ajili ya uwepo wako, ewe Bwana, tunauachilia ulinzi wako ukapate kuwa juu yao ukapate kuwafunika ukapate kuwalinda kila aina ya roho mtakatifu ya mashambulizi ambao roho mtakatifu Mungu wetu Yesu ambao adui roho mtakatifu Mungu anaachilia juu ya maisha yao, tunaachilia neno lako likapate kuwa kama mlinzi katika maisha yao tunaachilia uwepo wako Mungu, kapate kuwa Mungu kapate kuwarina, ukapate kuwa juu yao Bwana ili Roho Mtakatifu Mungu ukapate kuwalinda ukapate kuwaimarisha ukapate kuwapa tumaini Ebwana mahali ambapo wanachoka, kwa kuwa Mungu umewabebesha kusudi lako Roho Mtakatifu Mungu ndani yao e Bwana, kwa kuwa Mungu umewapa Roho Mtakatifu kubeba hatima za wengine katika familia, tunaiachilia damu yako ya thamani tunauachilia uaminifu wako e Bwana ukapate kuwa juu yao katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo zetu naztulie hai, tunaiachilia damu yako Mungu ikapate kusimama juu yao, tunauachilia ulinzi wako ewe Bwana ukapate kusimama damu yao katika jina la Yesu Kristo, na tulie hai, wema wako usiwapite, leema zako Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu usiwapite. Uaminifu wako ni mpya kila siku, fadhili zako ni mpya kila siku, neema yako ni mpya kila siku ewe Bwana, tunaachilia ulinzi na neema yako, tunaachilia kibali chako kikapate kuwa juu tunaachilia neema yako ikapate kuwa juu yao, tunaachilia nguvu zako zikapate kuwa juu yao. Yesu usiwapite mwaminifu, Mungu wetu Yesu, uliye hai usiwapite. E Bwana, tukazione fadhili zako zikiwa juu yao, tukaone uaminifu wako e Mungu wetu, ukiwa juu yao. E Bwana, ukapate kupigana nao, nao, nao e wanaopigana na wao Bwana, ukapate kuwa ngao na kigao e Mungu, usimame uwapiganie, sawa sawa na kusudi lako. E Bwana, kwa kuwa akua e Mungu, huwa ufanye kazi ya sala, ukasimame roho mtakatifu juu yao, ukawapiganie ukasimame Roho Mtakatifu Mungu juu yao we Bwana ukawasaidie Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu Kristo nzitulie haya ikiwa Roho Mtakatifu Mungu hata wengine Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu umeweka Mungu kuwa wasaidizi wa hatima na kusema juu ya familia zao, lakini bado hawajatambua Roho Mtakatifu Mungu wetu Yesu yakom umewasimamisha kwa ajili ya hatima za watu wengine e, Bwana, kama mtumishi wako Roho Mtakatifu Mungu, Paulo ambaye hapo kabla alikuwa Sauli hakutambua Mungu kile ambacho Mungu alikuwa amekiweka ndani yake, lakini mpaka baada ya neema yako kushuka juu yake e, Bwana, na kuachilia Roho Mtakatifu nguvu zako, ndipo alipokuja lipo, kutambua ukubwa Roho Mtakatifu wa kile ambacho ulikiimpact katika maisha yake. Nasi Roho Mtakatifu nasogea mbele yao e, Bwana, ikiwa Mungu wetu bado hawajatambua, ikiwa Roho Mtakatifu hatujatambua nafasi Zote ulizotuweka katika familia zetu. Tunaiachilia ile neema yako ikapate kusimama, ili tukaweze kujitambua Mungu wetu uliye hai na kipi tunachotakiwa kukifanya e Bwana, kwa ajili ya utukufu wako kwa ajili ya wengine uliyoweka chini yetu e Bwana, na kwa ajili ya wengine Mungu wetu ubeshe hatima zao katika jina la Yesu Kristo ambaye tuliye hai. Kwa kuwa Mungu katika katika neno lako, Isaya bwana tisa, umesema kwamba sisi ni watumishi wako e Bwana ambao katika sisi wewe utatukuzwa. Karibu Yesu katukuzwe juu ya maisha yetu. Roho Mtakatifu achilie ulinzi na neema yako Bwana juu ya Roho Mtakatifu ulioachilia katika familia ili kubeba hatima za watu wengine e Bwana, Roho Mtakatifu Mungu wetu, Yesu achilia neema ya kutambua wajibu wao, achilia ulinzi wako kapate kuwa juu ya e Bwana, ili Roho Mtakatifu Mungu anapofanya Mungu kwa nafasi zile ambazo umewapa na ukagundua siri, Roho Mtakatifu Mungu ulio impact ndani yao na ukubwa, Roho Mtakatifu Mungu akaziweka ndani yako e Bwana, ili wewe Mungu ukatukuzwe, ukatukuzwe na kuinuliwa. Roho Mtakatifu ile hai, tunakosa sababu ya kushema asante kwa kuwa wewe ni mwema Tuna kila sababu ya kusema asante kwa kuwa fadhili zako ni mpya kila siku. Tunakushukuru na kulitukuza jina lako, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema nasema asante kwa kuwa natuwazia leo mema, kwa kuwa kila siku Roho Mtakatifu pamoja na sisi kuweza kutusaidia. Tunaka hesabu ya kusema asante, kwa kuwa utakwenda kufungua akili na fahamu zetu, utakwenda kufungua akili, Roho Mtakatifu Mungu na fahamu, Roho Mtakatifu katika familia zetu zote. e Bwana, tutakwenda kuona uaminifu wako, Mungu wetu Yesu Kristo, wakuwa ni mwema. Achilia neema ya kila mmoja mmoja, e Bwana, katika familia kuweza kugundua Roho Mtakatifu na kutambua, e Bwana, Roho Mtakatifu, kusudi lako la wewe kumweka katika mahali pale kusudi roho roho roho mtakatifu mtakatifu mtakatifu la kumpanda kama mbegu katika hiyo familia ya Bwana. Mungu tusiweze kutembea Mungu wetu Yesu kama yoyote anavyotembea, lakini tukatembee chini ya kusudi lako, lakini tukatembee chini ya maongozo ya Roho Mtakatifu ambaye ambaye umempa umempa dhamana ya ya kutuongoza, ambaye umempa dhamana ya kutufundisha ili kuweza kutenda na kuenena sasa na mapenzi yako. Tunaachilia uaminifu na nguvu zako kuwa na zako kuwa juu yetu. Tukaone tukaone nguvu uaminifu wako Mungu na baraka zikiwa juu yetu. Tunakia sababu ya kusema asante, e Bwana, kwa ajili ya uaminifu wako. Tunakia sababu ya kusema asante, e Bwana, kwa kuwa unaweza. Tunakia sababu ya kusema asante, e Bwana, kwa kuwa unatosha. Tunakia sababu ya kusema asante kwa kuwa kiu hii, e Bwana, ya kuomba juu ya familia zetu haitaishia hapa. Tunamwachilia roho yako mtakatifu akapate kuwa ndani yetu ili akatuelekeze na kutufundisha namna ambavyo tunatakiwa kuombea zaidi familia zetu. Namna ambavyo tunatakiwa kuomba roho mtakatifu na kuwabeba ndugu zetu, e Bwana. Kwa kuwa roho mtakatifu Mungu neno lako limesema kwamba yeye hutuombea kiasi cha kuugua kisichoweza kutamkika roho mtakatifu akatufundisha akazidi kutuelekeza na kutusaidia katika kuomba kwa tukaona utu